Leo bwana, nilikaa nikawa napitapita Facebook, kwenye makundi ya WhatsApp, nikaona watu wengi sana wanalalamika na mafua ya namna hii kwa vifaranga. Yani vifaranga wakiwa wadogo, kwa mfano unaona huyu hapa na mafua, jicho limeanza kuvimba. Umeona hilo jicho lilivyovimba? E, ikiwa bado ni mdogo. Nikasema kuna tiba moja hivi ya mwendo kasi ambayo wewe pia inaweza kakusaidia Nikaitengeneza hapa, unaona nipo na kinu changu nikatengeneza e, kwa kikopo kadogo kama hako hapo, kwa ajili ya vifaranga. Sasa mimi hawa vifaranga hawaumwi mafua, kwa hiyo hapa ninawapa kama kinga tu. Kwa hiyo leo hii ninataka nikuelekeze tiba sahihi ya vifaranga wadogo ambao wamevimba macho tiba ya kuwatibia mafua hayo ni mafua e. Kwa hiyo ni namna gani, kama unajanga kama hili hapa, ni namna gani utawatibia? Au unaweza ukasikiliza video ukajipanga, siku moja unaweza ukakutana na shida kama hii hapa, ukawatibia e, kuku wako wakiwa na hiyo shida. Aa, kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unaona hii video. na tuona sisi ni Kingo Farm, ambao uh, tunahamasisha lakini pia sisi binafsi tunafuga kuku kwa kutumia tiba za asili. Kwa hiyo mara nyingi sana huwa tuna share na nyinyi hapa YouTube, kwa ajili ya kuelekeza namna ambavyo unaweza ukatumia tiba za asili kwa ajili ya kutibia kuku, kwa ajili ya kwa boost kuku ili wawe wanene, kwa boost kuku ili waweze kutaga vizuri kabisa. Sisi tumekuwa tukitumia tiba za asili kwa muda mrefu sana, kwa hiyo zimetusaidia sana, ndio maana pia tumepata hamasa ya kuweza kwa wafugaji wenzetu ambao bado mnapata changamoto hasa kwenye matibabu na busta. E, tiba za asili zinatibu vizuri sana. Sisi pia tunazitumia hizi tiba za asili, na ukihitaji kupata elimu zaidi ya tiba za asili unaweza ukajiunga na makundi yetu. Tunayo makundi wa WhatsApp, ambayo yanatoa elimu ya ufugaji. Ada yake ni shilingi elfu nane wa muda wa miezi miwili unalipia shilingi elfu nane. Tunakuunga kwenye kundi, mle utaona namna ambavyo tunalea vifaranga mpaka wanakuwa wakubwa kwa kutumia tiba za asili tu, lakini pia uh, usisahau sisi Kingo Farm, tunavyo vitabu ambavyo ni soft copy, ngoja niwaonyeshe ni hapa. Uh, vitabu vyetu vipo vitano hivi hapa, kama unavyoviona, kuna ufugaji wa broiler, huo ni mwongozo wa broiler. Lakini kuna safari ya ufugaji, huo ni mwongozo kwa ajili ya wale wanaofuga kuku chotara. Kuna tiba za asili, kuna ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, lakini kuna mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia e, tiba za asili. Hivi vitabu vina utofauti mkubwa sana na vitabu ambavyo umewahi kuviona, na sababu kubwa moja ni kwamba tumevifanyia uh, tunasema majaribio, yani, vitu ambavyo tumeviandika ni vile ambavyo tumevifanya hapa shambani. Kumbuka kwamba sisi Kingo Farm tunalo shamba ambalo lina zaidi ya kuku elfu tatu mpaka elfu nne. Wote hawa huwa tunafanya majaribio ya dawa. Kwa hiyo maana yake tukipata changamoto kuku akiumwa, tunafanya majaribio, hivyo tunaandika vitabu kama hivi, lakini pia tunaelekeza kwenye kundi. Vitabu vyetu ni shilingi elfu kumi. Soft copy ya kitabu chetu ni shilingi elfu kumi. Tunakutumia kwa njia ya WhatsApp kwa hiyo wasiliana na sisi ili uweze kupata hivyo vitabu viweze kukusaidia. Sasa hebu turudi kwenye tiba yetu. Hapo utahitaji pilipili pili. Kama hapo unakuta kuna pilipili pili hizo za mwendo kasi, lakini pia utahitaji kitunguu saumu pamoja na kitunguu maji vile vile bila vile, vile kusahau inatakiwa pia uwe na majani ya mbaazi. Majani ya mbaazi aa, lakini pia uwe na tangawizi kama umekosa majani ya mbaazi Uh, unaweza ukatumia ma, mashona nguo, lakini huo umekosa majani ya mbaazi. Majani ya mbaazi ndio ni muhimu sana kwenye hii, e, tiba ni muhimu sana e, utakachokifanya utakuja, uta blend hivi vitu vyote kwa pamoja, utaweka tu kwenye maji kidogo tu nusu au robo, na nimeshakwambia hii tiba mimi ninahitaji iwe ya haraka zaidi. Kwa hiyo ndio maana unaweza ukaona mimi hapo ambavyo nimefanya baada ya kuiandaa hii tiba yangu vizuri kabisa, nikaja nikaiweka kwenye haka kajikopo, haka kajikopo kadogo kabisa haka hapa. Kwa hiyo haka kakopo haka unaweza ukaona, ili kubana bajeti ili kufanya hii dawa nisi, nisi, yani nisimwage maji, kwa mfano hume, unaona humo kwenye banda nipo na hayo maji ambayo nimeweka uh, booster vitamini hiyo hapo nimeweka kwenye hayo makopo sasa. A, kitu pekee ambacho ninakwenda kukifanya hapa ni kwamba ninakwenda kuongeza tu pembeni, yaani naenda kuongezea pembeni kwenye e, lile kopo la maji, basi nitafanya hivyo tu. Ndio maana nimesema kwamba hii ni tiba ya haraka sana. Kwa hiyo hawa kuku hawa watakunywa maji ambayo hapo chini Uh, yapo na hii tiba kama hivyo, unaona hapo, na naongeza. Kwa hiyo watakunywa haya maji haya, na baadaye wataendelea kunywa maji ambayo ni ya hapo juu, yapo na vitamini. Kwa mfano kopo kangu wako yangekuwa maji yamejaa yenye vitamini, hapo ilipaswa niweke kote kwenye hilo kopo moja. Umeona eh, kipimo chake hicho. Uh, kwa hiyo ni kwamba utakuwa una E, wapa wanakunywa hiyo dawa halafu kisha wanakunywa maji yenye vitamini. Kama tunavyojua kazi ya vitamini au booster pia ni kuondoa stress, kwa hiyo itawafanya watapona haraka zaidi. Na kama wamezidiwa sana, kama wamezidiwa sana, chukua ako kakopo ako, wala usiweke humo, chukua lile bomba la sindano lile. E, vuta hiyo dawa, ukivuta hiyo dawa kisha uj uje uweke, uje uwa, uwawekee ufanye kuwanywesha, yani unashika kifaranga mmoja unamnywesha. Kwa kifaranga kama huyo hapo utumia milisi mbili vuta milisi mbili basi, unamnani unamtanua mdomo unamnywesha, lakini pia hapa ninataka nikueleza kwa mfano, kesi hii hapa, ambayo sasa ndo naziona sana, na hawa kuku wamevimba hadi macho. Kwa hiyo kitu ambacho utakifanya kwa mfano, kama jicho limefunga kabisa hivi, utatoa kuna, kwa, kwa kuna donge jekundu pale, utatoa utaamosha vizuri kabisa, halafu mfano huyo ame, ameoshwa tuseme, ndo huyo atakuwa ameoshwa juu ya huo uvimbe huo hapo, huo uvimbe ambao unaona hapo utaenda kuchukua ule ute, ute wa aloe vera utampaka hapo, kama vile unapaka mafuta kwenye huo uvimbe wa juu ya jicho. Una unauona huo ute huo unaokuangua huo hapo, huo utapaka pale juu ya ule uvimbe. Utakuwa unafanya hivyo kila ambavyo unakuwa unawatibia hao kuku, huku kiwapa tiba vizuri kabisa, na kama huyo kuku anakuwa na, na maumivu. Kwa hiyo hata kwenye hii tiba utaongeza na vipande uta, uta, utakavyo blend yale majani ya mbaazi, utaongeza na kipande kidogo tu cha aloe vera kwenye huo mchanganyo wako. Kwa hiyo, hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukamtibia kuku kama ana hali mbaya ya mafua. Jamani, kwenye tiba za mafua kuna vitu waga vinaongeza, labda unaweza ukawa umekalili, mfano kuku anaumwa mafua, amechoka, hana nguvu unapaswa kwenye mchanganyo wako pia uweke walau asali. Asali ile pale itaenda pia kumwongezea nguvu yule kuku. Kwa mfano kuku labda unaona kabisa, eh, amevimba jicho, huyu atakuwa na maumivu. Weka aloe vera, aloe vera pia itaenda kupunguza maumivu ya kukwa aloe vera kuna muda mwingine jani la aloe vera kuna muda mwingine huwa linafanya kazi kama vile ambavyo panado inafanya, kutuliza maumivu. Hivyo ndivyo ambavyo e, utaweza kutumia hii tiba rahisi na ya haraka sana kutibia vifaranga wako kama wanaumwa mafua. Asanteni. na kwa elimi, kama mara yako ya kwanza kututazama sisi, unaweza ukasubscribe, lakini pia uh, unaweza ukatutafuta ili tuweze kukuunga kwenye kundi la mafunzo la uh, WhatsApp. Pia kama unahitaji vitabu, basi utawasiliana na sisi ili tuweze kupatia utaratibu wa namna ambavyo tutakutumia vitabu. Pia tutakushauri kitabu gani kinakufaa endapo utatuambia changamoto zako na aina ya kuku unaowafuga.